Kwa majina naitwa ndugu Peter Benjamin Kahindi, ni afisa tarafa tarafa ya Bungu wilaya hii ya Korogwe. Leo ni siku ya uzinduzi wa kilimo mbadala tarafa ya Bungu. Lengo ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika sekta au wizara yake ya kilimo e. Tumehakikisha tunaleta e, huduma kwa wananchi wenzetu e, siku ya leo kama unavyoona kuna mabanda ya bidhaa na wadau wa kilimo lakini lengo ni kuzindua eh, kilimo mbadala, kwa maana tunataka tutanue wigo kwa wananchi wenzetu waweze kupata kipato, kupitia kwa maana ya mazao mbalimbali, karafuu, iliki, mdalasini, eh, pilipili manga, tangawizi, vyote tume eh, wagawia wananchi wenzetu wa Bungu, lakini lengo letu kubwa ni kupambana pia na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa majina mimi naitwa Ayubu Salem Nisho, ni afisa kilimo ofisi ya mkoa a wa Tanga. Leo tupo katika ili jambo tukiwa ambayo ni muhimu kabisa la kipekee katika tarafa ya Bungu. Of course tumemuunga mkono ndugu yetu kijana yetu afisa tarafa ya Bungu kwa namna ambavyo amefanya ubunifu katika kuelimisha lakini pia kuwabadilisha wakulima katika kutoka katika kilimo cha mazoea na kuja kwenye kilimo cha kisasa. Pa, Dr Mshinda Msola ni bwana shamba wa kampuni ya mbolea Minjingu. Tuko leo tarafa ya Bungu kwa lengo la kuelimisha wakulima na hili limetokana na baada ya maombi ya afisa tarafa kata Bungu na tukaona inye ni jambo jema. Kwa lengo kubwa ni la kuja huku ni kutoa elimu. Elimu kuna namna mbili au tatu. Kwanza ni kwa maelezo kama niliotoa leo, ambapo tumewaonyesha aina mbalimbali za mbolea, actually ni mbolea mbadala ambazo mkulima akazitumia, na zina bei nafuu na kapata mazao kwa wingi na mazao ambayo yako bora.